Rawahu Muslimu. Hadithi hii impokewa na imamu, na sahaba Anas bin Malik radiallahu anhu anasema: ana rajulan jaa, anasema kwa hakika kuna sahaba mwanamme alikuja wakati mtume alikuwa anaswalisha, kuwa akaja wepesi wepesi ili awahi swala. Fadakhala safa, akaja mpaka akasimama kwenye safu wakad hafadhahu annafsu, na alikuwa nafsi imemsongamana. Ani maanake katika ile hali ya kuharakisha kuja ili awahi swala, akafika kwenye safu akawa ana hema. Naelewa kawaida, vile mtu akiwa ametoka masafa fulani na akawa anatembea kwa harakaharaka, akifika alipofika, huwa nafsi namwenda mbio kwa sabu hiyo sahaba akawa katika hiyo hali sasa. Katika ile hali ya kujituliza, akaona ajitulize kwa kumtaja Allah na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina amanu watatmainu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatmainu alqulub. Kwa hivyo mtu akimtaja Allah moyo utulia. Sasa yeye akasema alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, katika ile hali ya kutuliza moyo wake usimwene, ndio alhamdulillahi na muhimidi Allah na yeye ndiye mwenye kustahiki himdi hizo na shukrani hizo na sifa njema hizo hamdan kathiran tayyiban himdi nyingi tena nzuri mubarakan fihi yenye baraka ndani yake falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alai wasalam salatahu mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza swala yake akatoa salamu qala mtume akasema akiulizia ayyukum almutakallimu bilkalimati ni yupi kati yenu aliyekuwa akiongea yale maneno niliyasikia kwenye swala yakisemwa na mtu fulani. fa aramma alqaumu, masahaba wote wakanyamaza katika ile hali ya kuogopa, ya kuwa labda aliyesema hayo maneno alikosea, kwa hivyo hakutaka aseme, hakutakiwa aseme. Faqala, Mtume akaregelea kusema ayukum almutakallimu biha, nani kati yenyu aliyeongea hayo maneno nani kati yenyu aliye yasema hayo maneno? Fa innahu, kwani kwa hakika yeye, lam yakul basan, hakusema maneno ambayo yana makosa ndani, wala hakuwa kuna ubaya katika maneno yake, ubaya wote. Fakala rajulun asa, akasema huyo sahaba, kwa hivyo akajitambulisha kuwa ni yeye lakini kisha akaeleza sababu, akasema jitu nilikuja, waqad hafaza ni an nafsi na ilikuwa nafsi ya nienda mbio, faqultuha nikasema haya maneno manene, faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia masahaba huyo, laqad raaitu kwa hakika bila shaka nimeona ithnai ashara malakan malaika 12 yabtadirunaha wakishindania hayo maneno, ayuhum yarfauha, ni nani kati yao atakaye yapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nani atakaye yanyanyua ani kuyabeba ampelekee Allah subhanahu wa ta'ala maneno hayo mazuri. Sasa hadithi hii, miongoni mwa faida ambazo ziko wazi kabisa ndani yake ni kuwa ni fadla ya haya maneno ambayo huyu sahaba aliyasema, na haya maneno ambayo husemwa ama unaweza kuyasema baada ya kunyanyuka kutoka kwenye rukuu. Lakini pia katika hadithi kule kuwa malaika wanatilia umuhimu kuandika hayo maneno ili sasa wayapeleke kwa Allah, ni kuonesha pupa ya malaika na bidii yao kubwa zaidi kwa kuandika mema tunayoyasema na kuyafanya na kisha kuyapeleka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na baadhi ya mulamu anasema, na hadithi dhahiri yake ni kuwa hawa malaika ambao walikuwa wakishindana kuandika hayo maneno mazuri ambayo husababa huyo aliyasema. Dhahiri ya hadithi ni kuwa si wale malaika ambao wamewekwa kwa ajili ya kuandika mema na mabaya, bali hawa ni wengine. Hadithi pia baadhi ya maulamaa anasema miongoni mwa faida zake ni kuwa inaonesha kuwa yaruhusiwa jawazu rafii lmusalli sautahu, aani ruhusa ya kuwa mwenye kuswali anaweza akainua sauti yake bidhikri kwa kuyasema baadhi ya maneno ambayo ni katika abkar idha lam yuaddi ila tashwishi ala lmusallin, ikiwa hayo maneno hayatopelekea tashwishi kumsababishia mwenye kuswali mwenzake tashwishi na amchanganyi lakini pia kwa jumla hapa, hadithi inazungumzia kuhusu fadla ya dhikri, fadla ya dhikri, dhikri. Wakati wote. Naam. Kwa hiyo sasa hapa tunazungumzia kuhusu ya kuwa huyu sahaba alikuja kwenye sala na akawa sasa anakimbia kwa kuharakisha ili ili rakaa isimpite. Na mara nyingi wenye kuja kwenye swala huwa wanaharakisha, hasa hasa imamu anapokuwa amerukuu, ili sasa ndio ampate akiwa bado kwenye rukuu, ndio wapate hiyo rakaa kabla yeye kuinuka. Mara nyingi ndio huwa watu wanaharakisha kuja kwenye swala ili wawahi ile rakaa kwa kumpata imamu, wapi? Akiwa kwenye rukuu akiwa imama ashapiga takbira kwenda kwenye rukuu. Hasa ndo sababu sasa, aliporukuu kisha akainuka na roho baada muenda mbio, ndio akayasema haya maneno, hasa akiwa kwenye itidali. Kwa hivyo ndo sababu katika miongoni mwa adhkar za eh, kusemwa unapokuwa kwenye itidali unaweza ukasema aha, hizi dhikri Yeah, rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi mpaka mwisho wa adhkar hizo. Lakini bora zaidi ni mwislamu asiharakishe kuja kwa ajili ya kuwahi rakaa, ikampelekea mpaka kukimbia ama hata kufanya mengine atakayoonesha kuwa ana kimbilia hiyo raka, si vizuri, bali badala yake kile ambacho charuhusiwa muislamu kufanya, na pia isiwe kila wakati anafanya hivyo, ni ikiwa hajafika kwenye safu na imamu amerukuu na anahofia kuwa kitambafike akisema atembee polepole, imamu atakwashainuka, basi afadhali huko huko penye huko arukuu hata kama kumbakia hatua mbili tatu nne tano sita kufika kwenye safu arukuu aani, aweke nia kwanza, anapiga takbiratul ihram akiwa huko huko, kisha baadaye sasa anapiga takbira ya kurukua na rukuu akiwa hayuko kwenye safu, kisha baadaye sasa ndo aanze kutembea akija. Hilo ndio litakuwa ni bora zaidi kuliko kukimbia kuja, kwa sababu hilo lilifanywa na mmoja katika maswahaba anaitwa Abubakara, hata na Mtume hakumkataza bali baadhi ya masahaba pia baada hapo aliendelea kulifanya, lakini sasa kile ambacho ni makosa ni mtu kufanya kama mzaha ama mchezo, kwa sababu ikawa ni kawaida ya kufanya hivyo kila siku, hapo ndio itakuwa si sawa. Mlango wa, wa sabini na sita babu rafi al-yadaini fi salah, mlango unaozungumzia kuhusu kuinua mikono katika swala. An ibn umara radhiyallahu anhuma qala kana rasulu llahi sallallahu alaihi wasallama wasalama idha qama lis-salati rafa'a yadayhi, alikuwa mtume rehma na amani zoeji yake akisimama kwa ajili ya kuswali anainua mikono yake. hatta takuna hadhwa mankibaihi, mpaka mikono yake miwili, akimaanisha viganja vinakuwa sawa sawa, vimelingana na mabega mawili. thumma kabbara sasa akishaweka mikono yake ikawe milingani na mabega, kisha ndipo sana piga takbira, allahu akbar. Hii ni hali ya kwanza ya kuinua mikono, ingawa kuna hali tatu ambazo tutabainisha hivi sasa. Fa idha arada anyarkaha, kisha pindi mtume anapotaka kurukuu, faala mithla dhalika, anafanya hivyo hivyo kwa kumaanisha kuwa alikuwa sana inua mikono zinakuwa sawa na mabega kisha alafu anapiga takbira alafu anarukuu. wa idha rafa'a min ar-ruku'i fa'ala mithla dhalika, na kisha akinyanyuka kutoka kwenye rukuu pia anafanya hivyo hivyo. wala yaf'alu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud, lakini sasa alikuwa hafanyi hivyo anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye sida, kama tulivyosema ya kuwa hadithi inaeleza moja katika hali za kuinua mikono, na kama alivyoeleza Shekh Albani kwenye kitabu chake cha Sifati Sulati Nabii, kuna hali tatu na akataja hadithi zote katika kitabu chake hicho. Hapa kumetaja hadithi moja, kwa sababu ndio hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, lakini hadithi zingine zimepokewa na baadhi ya maimamu. Sasa hali ya kwanza ni kuinua mikono mwanzo, kisha ukishaziinua mikono ndipo sasa unasema Allahu Akbar. Hali ya pili ni kusema Allahu Akbar kabla ya kuinua mikono, kisha ndipo sasa unainua mikono. Alafu hali ya tatu ni sasa hayo maneno yaende sawa na kitendo cha kuinua mikono, hayo maneno ani kusema Allahu Akbar, ukianza pia uanze kuinua mikono utakapomaliza pia utakuwa ushamaliza kuinua mikono. Kwa hivyo kuna hali tatu kuinua kabla, alafu ndo useme takbira, kupiga takbira, alafu ndo useme Allah, ndo uinue mikono, alafu na kuna kule kuinua mikono na kuinua kupiga takbira viende sawa sawa. Hizo ni hali tatu ambazo e, Mtume alikuwa akizifanya, na ni sunna muislamu akiweza abadilishe badilishe, asi tushike tuna hali moja kila wakati ko, nitaonesha kwa vitendo ili tuweze kujua tunachokisema kwa maneno. Naam, hizi mikono wakati unainua, haufai kulazimisha vidole utawanyika hivi. Usilazimishe vidole vyako viwe vya mbalimbali, lakini pia usilazimishe vidole kushikana kwa vidole viache viwe katika hali yake ya kawaida, normal. Kwa hivyo unakuwa umewachilia mikono hivi. Kosa wakati unapotaka kupiga takbira, kabla hujapiga takbira h unainua mikono, na unapotaka kuinua mikono ili ziwe na, sawa na mabega, kwa mtu ambaye mikono yake labda itakuwa sawa na yangu, wallahu alam. Labda wakati mwingine mikono hutofautiana, mkono ukiwa tu hapa kisha ukakunja tu mkono ukija hivi, tunako sawa na mabega. Huu mkono usiupeleke hivi, wala usiupeleke hivi, uache tu hapa, kisha anza kuukunja. Kwa hivyo unakunjika tu hivi, ukija mpaka hapa, utagundua kuwa mkono na hapa itakuwa sawa. Sasa, kwa hivyo utafanya tu hivyo rafaa, kwa kinachoinuka ni mkono huu kuanzia hapa kwenda huku, ndio unainuka. Unaona, nua Allahu akbar, hivi mikono zinakuja hivi. Tumesema hii vidole usivipanue kusudi, na pia usishikanishe kusudi, na acha tu vinakuwa kama kawaida hivi. Sasa mikono ikishafika hapa, hadhu wal mankibaini, yaani ikawa mikono iko sawa na mabega mawili. Ikiwa iko sawa hapa sasa, kisha ndio mtume anasema Allahu akbar baada ya kuwa mikono ishafika hapa sasema Allahu akbar nafsa sa kisha, anafunga mikono kwa kuwa anatanguliza wa kushoto alafu wakulia unakuja juu wa kushoto, na ni bora zaidi kama tulivyosema, na uenda pia akabainisha hapa. Wakati wa kuweka mkono iwe utashika sehemu tatu katika mkono, hiyo hadithi haijasema ushike kiganja kisha ushike pia hapa katika kiu, kiunganishi kati ya kiganja na huu mfupa. Alafu na pia ushike huu mfupa. Vitu vitatu vishikwe na kiganja chako. Kiganja kihakikishe kuwa kimeanzia hapa hapa, kwa, hapa penye vidole vinaanzia hapa, kisha alafu kikienda hivi utashukia. Kwa nini kimeshika hiyo sehemu tatu yote hapa? Kwa si vizuri kiganja kiwe juu ya kiganja kingine hivi, kikiwa hivi fanya fanya hivi itakuwa huku, mkono kiganja kijafika na ambapo nitakiwa sasa kishike hapa, kishike hapa na pia kishike hapa. Vitu vitatu ndio vimetaja kwenye hadithi eh. Sasa kwa ufupi, ni kwa hapa mwanzo wa kiganja hapa, penye kuna weupe, ukiwa ndio mwanzo wa hapa penye ukikunja ngumi hapa, kwa hivyo vinakutana hapa. Mfano hivi, hii. Sasa mkono unaenda hivyo nini hivi vitu vyote vitakuwa vimeingia kwenye hiki kiganja hapa, na hapa, na hapa una, kwa hiv na vidole vyote navishikanisha hivi. Hii ndio hali bora zaidi ambayo imeelezwa na hadithi, lakini hali ya pili hii ni wadhu kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Sasa hali ya pili ni kushika kushika, vidole vinne viende chini na hichi kidole cha gumba ndo kiende juu kwa unashika hivi, kidole vinne vinaenda chini na kidole cha gumba peke yake ndio kinaenda juu. Kwa utashika hivi, vinapelekwa chini alafu na hichi kinakuja juu. Kwa unashika hapa, utashika hapa, kisha unafanya hivi hapa. Nikiwa unahisi ya ukifanya hivyo, hautambana mwenzako. Lakini ukiona kuwa ukifanya hivi, mkono umetoka sana, utambana waruhusiwa kupeleka mbele. Sasa hapo, nitakuwa mkono wako ubakie tu kwenye hofu mfupa yake, mara popote ima hapa hu, utakuwa umejisongesha zaidi, ili upee nafasi huu mwenye bavuni kwako. Naelewa kiwango cha kuona kwa saa, mko sawa hivyo? Sababu watu mwingine unaweza ukasema ufanye hivi, ambao ndio bora zaidi hivi, lakini kawa mkono kidogo unambana mwenzako. Kwa ukihisi hivyo, unaruhusiwa kusongesha, unaweza ukasongesha lakini sasa kusongesha kwako huu mkono usipite huu mfupa, aani usipite mirfakaini, ukashika mpaka huku. Kwa sababu kuna wengine wanashika huku, upata mtu amfanye mtu, mtu hivyo. Sasa hii haijathibiti kabisa katika hadithi yote ya kwa. Mtu anaweza kashika hapa alabd la ambapo ni sawa na paja kwenye mguu, hapa kushika si sawa, ni kushika hii ambayo hii ni sawa na saa umfupa. Sasa nadhani e, hapo itakuwa imeeleweka. Hali ya pili ni sasa, mikono iko hivi, sawa hivi chini, kisha unasema Allahu Akbar. Ukishamaliza Allahu Akbar, ndio saa mikono inaanza kuinuka sasa, unainua mikono, alafu unafunga sasa hapo takbiri imetangulia, kisha mikono zikaenda. Hali ya tatu sasa ni mikono zinaenda sawa na takbiri, huwa inasema Allahu Akbar, naelewa. Kwa hiyo mikono ikienda, kinachozingatiwa huwa si kufunga, kinachozingatiwa ni mikono kufika hapa, kwa mtu asivuti takbiri sana ya kwati Allahu ani atentaka mpaka ati akifunga bado takbiri nasema, hapana, ile takbiri iwe itatoka tu kuanzia hapa chini mpaka hapa basi, ukishafika hivi hapo inakuwa takbiri shaisha. Sasa kule kufunga utafunga na hata upige takbiri, kwa sababu takbiri shaisha vingine hivyo. Ile takbiri utaivuta sana jamaa, ambayo ulamaa nakataza, kwa sababu najua katika kuvuta takbiri, nadhani katika upande wa hata adhana aaus kuzungumzia ya kwamba waulamao huwa wanasema ile Allah huwa si vizuri kuvuta hiyo, kasababu utavuta mpaka itoke katika kaida zote za Kiarabu, sababu asili ya mad katika lugha ya Kiarabu na Qur'ani hasa huwa mwisho wake ni sita, mwisho wa mad ndefu kabisa ni sita, hasa unapovuta huwa unafikisha hata kumi, kitu ambacho ni kinyume hata na kisha hapo, sasa si Qur'ani kwa sababu tajwidi ya kusema kuwa hapa ni mada mbili, hapa ni mada nne, hapa ni sita, hutumika katika Qurani peke yake. Ama katika maneno ya kawaida ya kuongea huwa hakuna hiyo tajwidi. Tajwidi haitumiki katika lugha ya Kiarabu ya kuongea kwa, ina maana kwa, unapoongea na mwenzako hauwezi ukasema kwa sahihi hili neno nitalivuta mada, mada sita na hili mada nne, itakuwa kufuata ahkamu tajwidi katika mazungumzo ya kawaida. Hapana, hiyo hasa, madamu ni hivyo hii takbira hii si Qur'ani hapa. Kwa hiyo kumaanisha kuwa uh, haufai kutabikisha nini akam za tajwid. Kwa hiyo kwa kawaida sasa, maneno kawaida ya kuongea mada ambayo hutumika sana ni mada tabii, ani mada mbili. Sasa kwa sababu hiyo, ndio sababu napata kwenda kusema tu, Allahu akbar, anuvute mada mbili, isiwe ni takbiri ndefu ile ile mada ndefu hivyo. Ndio bora zaidi. Naam. ingawa hiyo amza pia ukivuta sana ni makosa makubwa zaidi. Kusabita kwa sababu itakuwa ni kama istifhamu ambayo inaleta maana tofauti, nadhani. Lakini hadithi imeeleweka kuhusu hii, inaeleza moja katika sampuli za kuinua mikono. Kwa hivyo mikono ziinuliwe kabla ya takbira, kisha ndipo upige takbira tul ihramu. Nam, lakini pia katika hadithi ikionyesha kuwa hizi takbira na kuinua mikono kuinua mikono huwa unainua mara tatu wakati wa takbiratul ihram na wakati wa takbira ya kurukuu na wakati wa takbira waka, wakati wa kusema samia llahu liman hamida unapoinua kutoka kwenye rukuu. Ndio sehemu tatu ambazo unainua mikono hasa. Baada ya hapo unapoenda kwenye sida usiinue, unapotoka kwenye sida pia hauinui, unaporejea pia hauinui unaponyanyuka tena raka ya pili pia huinui, lakini pia yaruhusiwa kuinua unapoketi kwenye tashahudi ya kwanza, wakati unapotaka kuinuka raka ya tatu. Pia Mtume alikuwa wakati mwingine, si kila wakati, wakati mara moja moja, pia alikuwa akiinua mikono. Sasa katika kule kuinua mikono unapotaka kuinuka katika e, raka ya tatu, hapo ima unaweza ukainua ukiwa bado uko chini, ama unaweza ukainua ukiwa umesimama, lakini bora zaidi ni kuinua ukiwa uko chini. Ingawa kuna khilafa hapa, lakini yote ni sawa, wallahu aalam.